Vipi bro? you know, unajitahidi kwa mwanaume sahihi kwa huyo demo au huyo rafiki yako, si ndio? Unajitolea sometimes unatenga muda wako ambao ungekuwa unapaswa kufanya hata vitu vingine vya maendeleo, lakini kwa vile tu amekuomba huko pale, anakutuma sokoni, unamsindikiza places, you know, mnaenda sehemu ambazo ni za starehe, mna hang out, mna, mna have fun, mna enjoy life, si ndio? Lakini unatuma unatupa nyavu zinachomolewa, lakini ukiangalia kwa upande wa pili huyo demu ambaye anakukataa wewe, akicheki jamaa mbaya na neti, ni muone tu jamaa ambaye ni crook, aeleweke, hana mbele wala nyuma life lake yani, alijulikana inaelekea wapi, ni mwizi, ni apigaga watu, ni levi wa kupindukia, hana mbele wala nyuma, lakini still huyu mwanamke ambaye ni pisi kali nyukia, mwantana, mbili boro, kwa leo mwenyewe, ukimwangalia mimi, mbona ni bora mara mia mbili, bora kuliko wewe jamaa, mbona unaika naye sasa? Hii ni swali ambalo anamwambia nini, kwa nini wanawake wanachagua wahuni over wajema ambao ni good days, ni wanaofanya kila kitu sahihi. Kwenye video nataka nikufunulia siri, ni teme ile nyongo, nitoe ukweli mchungu ambao wengi gange, ujue, wanapokuwa wana interak wanawake. Make sure una stick mpaka mwisho, ume like, ume comment, ume subscribe, let's go. Skie, sasa, hii ni namba moja, ni kwamba majamaa wale hawatabiriki, yani ni very unpredictable. Wanawake wanapenda sana wanaume especially majamaa ni nimboni, yani ukiona unaishi nao ni kama unaishi in the movie, yani kama unaishi kwenye movie. Fulani hivi maisha yao yote ni drama drama. Leo kapigana na huyo sio, kesho kaenda kampasulia mtu chupa kichwani, juzi kakosa kosa na panga, alikuwa anaenda kuiba kitu kitu, same fulani juzi amekwa jela, amekamatwa na bangi. Yani it's like ni yuko kwenye movie yake, movie ya kipekee ambayo sasa mwanamke anapata time kubwa kuwa ni watch na kana sikiliza, hasa ndio wahuni wa hiyo embodiment. Sisi ni wewe ndo kafanya yote hayo ili upate mwanamke lakini na vitu inabidi tuchukue kwenye kwenye hizi points kutokana na maisha ya wahuni ambao mimi nimejibodi kwenye maisha yao. So, sasa mhuni fulani smart sasa, so, mhuni mwenye akili sio mbaya. na hivyo, so, ndio. So, sasa make sure auko predictable, yani uwe na vitimbo vitimbo, yani kiwezekana tafuta ile na namna uonekane na vitimbo vitimbo, sionekane kama ni mtu ambaye uko stable au na mtawe na yani, yani ukishakuwa stable, ukiwa huko ni mzuri tu sijui wanawake hawapendi hivyo, we jamani, ni bore, hauna story, hauna vitu vya kumwambia ku, hauna vistori fulani ni kachi. Kwa sababu waoni wana hizo stories, wana, wana missions wana nini, yani vitu vingi ambavyo ni vina mthrili vinafanya mwanamke au interested kumjua, anatamani sa kumtambua jamaa, mbona ana mishi missions nyingi, mbona jamaa iko tu to focus na nanili, mbona huyu jamaa na story fulani hizi ambazo unasikia kwa watu wanatamani mjoe jamaa. Sasa wewe uko bora ni uko flat, hauna na story, wewe ni kanisani kazini ni vile mara chache chache sana unaenda club. Kwa always make sure kwamba unakuwa unpredictable. Hiyo ni quality moja, namba moja pisi kali wanazipenda sana kwa wao. Okay, sasa namba mbili ni kwamba majamaa au ni kama wanavimba, yani wanajikuza they bigger than life. Sindio, kama umekaa na wahuni sana ukajua, utaona the way wanavovimba, and it's like hawana fedha lakini wana vimba, yani kwa kwa exaggerated ni wanaonekana ni larger than life, wana wana the way wanavotembea, ukicheki body language, ile lugha ya mwili, hawajakaa wakajikunyata kama wanaogopa yani, wanaishi life kama hiyo, dunia ni kwao, wanaimiliki hiyo dunia. Ndio, ndio jinsi ambavyo wanawake wanataka sasa majimao hivyo, kwa sababu hiyo ni embodiment ya masculine energy Sindio, wanatembea unapologetic, au humuogopi mtu, they don't care wewe unasema nini, wewe unasema nini. Hiyo ni pia ni hiyo unapologetic nature ni kitu ambacho kina assert dominance, anaonekana kwamba yeye jamani anavimba, ana ana engulf wana wengine wenzake. Sasa quality nyingine ambayo pisi kali wanaipenda kutokana na kwenye dominance ni kwamba hao majamaa wao, majamaa wao wanakuwa kama leaders, yani kama ushakaa na wahuni ni people fulani ambao they pay, wanapenda sana kuongoza yani, wao tufanye hivi tufanye hivi. Yani it's like mwanamke yuko radhi ya date jamaa ambaye kwenye kundi yeye ndo kama kwenye marafiki zake, yeye ndo ile jamaa ambaye asipokuwepo sherehe au kitu kifanyike, kwa sababu yeye ndo kama kichwa, yeye ndo anajua kipi wafanye, kipi wasifanye, kipi anatakiwa wafanye. Hiyo inaonyesha ile leadership skill yani, inaonyesha kwamba jamaa ni kiongozi, kitu ambacho kinavutia sana wanawake incorporate some of it inawe kuwa kama jamaa ambaye ni leader most of the time, usioni ni mtu ambao uko timid, unaogopa hata ku, ku make decisions simple simple kama za kukutana na mwanamke na wapi na kipi mle suna vitu kama hivyo. Wahuni wanajua jinsi gani kufanya hivyo, na kingine ni kwamba nice guys au au good guys wale jamaa, one, one uzori, one kwa wale jamaa ambao ni wazuri wanakuwaga wana wana kindness, yani wanakuaga wana ile wana ile huruma uh, ile unaisi ule utu uzuri, kwamba ili mwanamke akishaona ujamani mzuri basi amkubalie kitu ambacho ni kibaya. Alfa kama alfa au mmoja mambo ni muone, anakuaga ana alfa energy, anakuaga ni rijali. Yani hajali afanye kitu afanye kitu ili amfurahishe mwanamke, anafanya kitu kwa sababu ameona ni sahihi. Yani anafanya hivi kwa sababu amfurahishe mwanamke, alienda club akawa na enjoy life, vitu kama hivyo. Sasa namba tatu ni kwamba wahuni tunajua sana ku trigger emotions. Wahuni tunajua sana kucheza na hisia za watu kwa sababu so, paka mtu anafikia tu anaongoza watu au anakuwa anaogopeka, ni kwamba anajua sana kucheza na akili za watu. Anajua kucheza vitu tunaita mind games, yani, mchezo wa akili. Na moja ya michezo ya akili ni kwamba anajua kucheza na hisia za wanadamu. Ndio maana ni rahisi sana mhuni akakuprovoka akakutishia mpaka mwenyewe kaogopa ka Mungu tu ambacho anapaswa kutoa au akamchokoza mwenzake, paka mwenzake akaamua kuchukua tola na kumpiga ili yeye ampige, au wanajua wana, wana skills ambazo zina wako equipped nazo kwa ajili ya ku provoke emotions. So, equality is very very important especially. Kwa kwa demo, nataka jamaa ambaye anajua how to provoke emotions, anajua jinsi gani ya kucheza na hisia. Au hataki tu jamaa ambaye yuko bland yenye yuko play na ile wake ana ana ana ile wala ile wanataka

Alafu jamaa anapata simu anamtafuta tena, yani hivyo mara kuna siku anampiga makofi, kuna siku anasema umpige makofi, lakini hii ni quality ambayo ni important. Ni element ambayo ni very important especially ukiwa na interact na female you need to know this ok. Sasa namba nne ni nini? Kwamba wauni huwa wanajiweka wa kwanza siku zote. Kama umenotis kitu ambacho wauni hawapendagi kufanya ni kumfamilia mtu mwingine kuliko vile ambavyo wanapaswa kufanya, lakini wewe mbaya, ni the good guy, unafanya kila kitu sahihi anajiweka yeye mwanzo, yeye ndo anajiroe nguo nzuri, yeye ndo anajinunulia msosi mzuri, yeye ndo anakuwa, yeye ndo first. Akishakuwa yeye ndo first sasa, wanawake wanataka hiyo quality, kwamba wewe una kipi ambacho ni bora sana, ambacho unafikiri ni bora kuliko kuliko mimi, kwa mwanamke. Unajipenda wewe zaidi hapo, na kujipenda, kwa sababu most of the time mambo ni good guys wanaweka wanawake, wanawake juu, yani wanawake wanatoka mwanamke hataki wewe wewe kipaumbele chake, anataka mishe zako pilika pilika zako, na wewe pia uwe ni kipaumbele chako kwanza, alafu baadaye sasa mwanamke anakuja kama bonus. Sasa waone na wana hiyo quality kama wao au prioritize au au weke mwanamke mbele, kutanguliza kama wajina pana wao wana kutanguliza, wao wanatangulisha mishe zao, hawapatikani hivyo kama Maji mambo ni good guy. Hey, tuende sokoni. Hey, yeah, okay, sana ngapi saa. Anaenda. Lakini ukikutana mwoni mwoni kweli. Ule mida, hey, tuende sokoni hapana. Si, sina muda. Nitakuwa niko same plan. Nitakuwa niko labda kaya kona. Kuna mission naenda kufuatilia. Lakini wewe ambaye ni good guy, tuende sokoni unaacha mishi zako za maana. Unaenda kumsikiliza mwanamke, ndo maana paka leo huyo demo anakudharau na na vitu kama hivyo, badilika. Chukua equality nayo itakusaidia sana.

ana mipaka chochote iko yuko, yuko radhi kupokea disrespect na heshima na mtu, lakini jamaa aondoke au asumbuke kujiona anakosea kwa. As a good guy, ni vizuri kujifunza kuweka mipaka, kwa sababu mpaka aa mpaka mwanamke ashia jamaa ni sababu na pia ukiweka mipaka na washauri wa jamani, ni mtu anajiheshimu, maana mipaka ni heshima. Ukisema hey usifanye hivi na usifanye hivi, afu na mtu kweli anatii anakuheshimu. Na kitu kizuri ni kwamba mwanamke kisha kuheshimu kama anakupenda, tuko heshima na mapenzi kwa mwanamke, vitu vinaenda vinaenda. Make sure kwamba una create boundaries na hizo boundaries unazisimamia kwa chuma, unazisimamia kwa moto una make sure hakuna mwanamke au mwanaume mwana yeyote anaweza karuhusiwa kuivuka hiyo mpaka, na ikitokea mivuka, kuna application lazima kuna matokeo ambayo yatamkuta, kuna vitu vitatokea kutokana na mwisho wa kuongea na yani, kushushia heshima. Sio mfanye nini kwa ndo hapo po yani, au au ujiulize mara kwa mara mara tatu tatu kwamba hii ifanye nini huyu mwanamke hapana, fanye hiyo decision kwanza sasa hivi afuone kama kama kwa ina ei kabadilisha maisha yako ya mahusiano.